Jina naitwa Ali Omar Abdullah ni naibu mwenyekiti katika jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Mimi nitagusia tena hapo hapo katika tabia njema mashallahu mwalimu wangu kagusia sana hapo katika tabia njema lakini tabia njema zile zile tukiangalia zinafunzwa hali ya kuwa sisi wenyewe tukiwatii tuki wazazi wa wetu tukitii walimu wetu tukitina wakubwa zetu Tukitina nani? wakubwa zetu Unapomtii mkubwa wako, unapomtii mzazi wako, unapomtii mwalimu wako, tambua kwamba wewe umeshatengeneza kitu na CV kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu inna Allaha tayyib, inna Allaha tayyib, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, sawa na hakubali isipokuwa ni mazuri. Umefahamu na vizuri, inna Allaha tayyib, hakika Mwenyezi Mungu na hakubali lipokuwa isipokuwa mm -hmm, hakubali isipokuwa zuri. Na ndio maana jambo la kwanza Uislamu <todimu>, sawa. Umekuja umetuonda alislamu nadhifu. Uislamu ni nini? Usafi unatakiwa usafi. Usafi. Mm -hmm, uwe msafi katika mavazi katika mwili katika tabia na katika kila hali ambayo ulikuwa nayo wewe, hapa ndipo utakapopata usafi. Usafi si kujitia perfume ukajiona mie tas hapo kila sehemu ninopita, hapo mtu ananiona eh, ukajiona wewe msafi? Hata hapana, ha hapana. Usafi ni ile hali unaojiweka wewe mwenyewe. Mwalimu akikusifu da, mashallah fulani, siku hizi alhamdulillah, katulia, basi tambua ile ni CV ya kwako wewe. Lakini akija kwambia da, fulani siku hizi akamkorofi kweli kweli, tambua kwamba wewe umeporomoka kidogo, tambua kwamba umefanyaje umeporomoka saa. Kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kigezo chetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. ni kigezo chetu ni kigezo chetu. chetu. chetu. Kwa hiyo mtume hakuwa na tabia mbaya, mtume hakuwa na tabia mbaya. Kama mtume hakuwa na tabia mbaya, sisi wenyewe Waislamu tumeambiwa udkhulu fi silmi kafa, udkhulu fi silmi kafa, tuingie katika Uislamu mazima Mazima. Usiingie nusu nusu nusu, sawa. Sa, mimi nimefurahi, alhamdulillah. Wanafunzi wa humu wametulia, halafu alhamdulillah, kile anacho tunachowaambia wao, wanatutizama hivi, na ndo sifa ya mwanafunzi. Mwanafunzi unapomsomesha au mwalimu anapokaa na kusema au kuzungumza, mwanafunzi anatakiwa mwangalie mwalimu, sio kuzungumza sio kuzu? kuzungumza. Hilo jambo moja ambalo wewe mwanafunzi unatakiwa ulichukue. Lakini kwa kuelezea vile vile jingine ambalo ni nzuri zaidi. Tukienda kwa malaika Jibril, malaika Jibril alitumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kaambia angalia moto, angalia pepo. Sasa, alipoangalia moto alafu akaenda kaangalia pepo, akasema hakuna atakayeingia motoni. Hakuna atakayeingia motoni. Motoni. Sijui <coughs> mmeelewa hapo? Akaambwa arudi tena kaangalia pepo kwanza, alafu kaangalia moto baadaye. Alafu kaangalia moto baadaye, alisikitika sana, alitokwa na chozi na kwa kusema watakaoingia peponi ni wachache mno. Watakaoingia peponi ni wachache mno. Kwa nini? Moto una mambo mengi ya kustarehesha. Moto una mambo mengi lakipepo ina mambo mengi ya ku makruhu, yani yale ya kukasirisha. Mwalimu kakwambia vaa gloves, ah he, mwalimu siku hizi kachoka, mpaka gloves tena, wasivo. Mwalimu kakwambia usiwe hivyo, he. He. nao mwalimu siku hizi kazidi sasa. Ta, tayari ushajitengenezea CV mbaya kwa Mungu, sawa. na wewe unatakiwa uwe Muislamu, Unapokuwa Muislam unatengeneza kitu kile, kitu ambacho utakachokitengeneza inakuwa faida kwa mzazi, inakuwa faida kwa mwalimu, inakuwa faida kwa wakubwa zako. Tumefahamiana eh? kwa hiyo sasa, ambacho kizuri zaidi, ambacho mwalimu alisema tusiige, tusiige, tusiige kama tusiige. Mfano eh? Mwanamme kaambua mwanamke akimuona mtizame, mm. jicho hilo mm -hmm. jicho la pili ni la shetani, sawa sio mwanamke, alhamdulillah, katoka huko kavaa vibaya halafu kaanza ha, mashallah, Mungu kaumba aipendeze, sawa u e, sa, natakiwa u muislamu mtizame jicho moja, moja, lakini nawe mwanamke vile vile unapotoka nyumbani uvae mavazi ambayo mavazi hayo utajua hasa sio ya kuwapatisha wengine dhambi, sio ya kuwapatisha wengine dhambi dhambi, vaa baibui lako, vaa shungi lako Vaa ni kabu yako, vaa na soksi zako. Wallahi, huyu balehe huyu hatopita kaza, hatosema hato, hatosema hivyo hato, hato. Hii tunafunza kwetu ni maadili, hii tunafunza kwetu ni nini? Maadili, kwa sababu muislamu hakufunzwa kwake tabia mbaya, bali muislamu kafunzwa tabia njema. mm -hmm, na ndiyo maana tukaambwa sisi tuwe kigezo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujitahidi kama tuko ambao wenye tabia zile, basi tuache. Na vile vile nitapendelea walimu wangu, wanafunzi wa kike wote wavae vilemba kama walivyovaa, wasivae shungi peke yake wakaache nywele wazi. Sawa. Nitapendelea na kusisitiza kwa walimu wangu hili swala walivalie njuga, kwa sababu wanapolivalia njuga inakuwa ni vizuri. Na vile vile sio vilemba tu, hata ni kabu kwa mwanamke nikabu ni stara sawa, mwalimu mwanamkesamwalimu eh? ukivaa nikabu kwa sababu mwili wa mwanamke hautaki hautaki uonekane uonekane kiovyo. Mwili wa mwanamke uone hautaki uonekane, japokuwa ki na kanyago hapa, muda ushakuwa mwingi. Kwa hiyo cha msingi ambacho kilichokuwa kizuri, cha msingi ambacho kilichokuwa kizuri, walimu wangu wajitahidi, wanafunzi waweke katika maadili yaliyokuwa bora, ili iwe mfano kwa baadhi ya vyuo vingine na wao waije kama chuo chetu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana mwenyekiti, naibu eh, mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar eh, <coughs> <maali, tose> Ali kwa nasaha hizo, kwa maelezo ambayo wameyatoa, lengo ni kujenga na kuweza kufikisha ujumbe kwa wanafunzi, lakini na wale ambao watakaotufatilia kupitia chaneli yetu ya Jukumaza Online TV eh, kipengele kinachofuata sasa likua tumkaribishe mwenyeji wetu angalau atumali matatu lakini kulingana na muda. Uh, tayari ume-unatuacha mkono na tutaingia katika kile kipengele alichosema mwenyekiti wetu wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, u ya kuwaombea dua wenzetu wale ambao walifanya mitihani e, katika levu tofauti tofauti, lakini vile vile kagusia pia, tutaiambarisha dua hiyo pia na kuiombea nchi yetu, kwa sababu kama tunavyofahamu, tarehe 29 Oktoba mwezi huu wa kumi tutategemea katika nchi, nchi, nchi yetu hii Tanzania Zanzibar na Tanzania kwa jumla kuna jambo zito, ni jambo kubwa la upigaji wa kura eh. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama eh, jumuiya hii kuweza kupeleka maombi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuweza kulipitisha hili jambo hili katika eh, katika hali iliyokuwa nzuri zaidi ya mafahamiano ya viongozi wetu, kwa sababu eh, kama itatukeza ita, ita machafuko basi, itakuwa tayari tumekosa hata taaluma nyenye ya kusoma katika madrasa zetu itakuwa amani ndio haipo tena hiyo. Kwa hiyo wajibu wetu kama kama jumuiya kuweza kuomba, pia kuiombea nchi yetu na hawa ambao tumewakusudia. Kwa hiyo kwa hiyo nirejeshe e, nafasi kwa mwenyekiti kwa ajili ya kuweza kuongoza zile sura ambazo itakuwa ni muhimu sana kuweza ku, ku, ku, kuzisoma kwa ajili ya kumjilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili kutufanikisha katika haya mambo mawili, ufanyaji wa mitihani wa wanafunzi wetu, lakini vile vile E, upigaji wa kura katika nchi yetu hii ya Zanzibar hususan Tanzania. Maalim, e, nafasi ni yako kwa ajili ya kuweza kulihitimisha hili, lakini baada ya kumaliza dua tutaomba kwa wenyeji wa hapa e, watupe nafasi pia tutawaomba, ili tupate mazungumzo mawili matatu e, kuweza kuwahoji mawili matatu ama mazungumzo kama mwalimu husika e, wa hapa, lakini vile vile wanafunzi e, wale watatu kuweza kuzungumza nao angalau tuone hisia zao kwa, kwa ili ambalo limefanyika ndani ya madrasa hii E, kwa hiyo baada ya hapo, mimi nirudishe maiki kwa mwenyekiti kwa ajili ya kuendelea na utaratibu wa dua kama alivyosema muongozaji hapa. Kwa sasa hivi tunataka kitu cha dua, kwa hiyo kubwa zaidi, nomenia alam nashrah kwa pamoja, biidhnillahi lau tutokadusha

Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbi tunakuomba kwa rehema yako na utuku kwako na uwezo mkubwa, ya rabbil alamin. Allah, umeomba mbingu ardhi na kila kilichokuma ndani yake rabbil alamin, tunakuomba jalie wanafunzi wetu waufaa mitihani mwaka huu kwa kila lepo, ya rabbil alamin, wafanyie wepesi waweze kufanikiwa mitihani yao, wawafahamu wa masomo yao, wawe wanafunzi wa kwanza katika madarasa yao, wawe wanafunzi ambao watafikia katika maelimu yao ya tunakuomba, ya rabbul alamina, tunakuomba rabbul alamina, kutia ya baraka, eh, katika elimu yao, hawa, ya wanafunzi wetu hawa ya rabbul alamina, wawe viongozi bora katika taifa letu, wawe viongozi bora katika jamii yetu. Ya Rabbi, tunakuomba vile vile ijalie eh, nchi yetu ya rabbul alamina, ipitishe katika wimbi la salama katika uchaguzi wa ya rabbil alamin tunakuomba, no tudumishie amani katika nchi yetu ya, ya aliye usitutie katika vurugu kama za wengine rabbil alamin. Eh, utupuku wafunzi hawa rabbil alamin na baraka za wanafunzi wa, hawa wanafunzi ya a nchi yetu pitika, katika uchaguzi hali ya salama eh, baada ya uchaguzi maisha endelee kwa amani na utulivu. Ya rabbil alamin ya rabbil alamin wape nguvu viongozi upengu, wetu ambao watachaguliwa viongozi wetu watachaguliwa rabbil alamin waweze kusimamia yale mazuri katika nchi yetu hususan yale ambayo yatakuwa yenye kuvunja tabia kuvunja tabia mbaya.

Naam, baada ya kufanikisha hii dua ambayo imeongozwa na mwenyekiti wetu Maalim Jumabili Makami ambaye ndio mwenyekiti wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili malezi bora a Zanzibar na itakuwa ni tuko mwishoni mwa shughuli yetu hii na kama tangulia kusema kwa awali kwamba tutahitaji eh, tupate mahojiano mawili matatu eh, kwa upande wa wenyeji hapa lakini vile vile, na kwa upande wa wale wageni ambao eh, wamehudhuria katika ziara hii, ili kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zaidi katika katika jumuiya yetu, lakini vile vile kwamba tunavyo vya habari hapa, tutategemea hii shughuli yetu yote hii kuweza kuweka katika YouTube, ili wale wote ambao eh, hawajahudhuria hapa waweze kuona kupitia mitandao ya kijamii kwa sababu ni moja sehemu ambayo ya kuweza kufikisha taarifa eh, katika ulimwengu huu ambao tunao tu. Kwa hiyo mimi baada ya hapo niseme tu, Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kwa faida watazamaji wetu wa channel ya Jukumaza Online TV. Mimi mtazamaji wako Yusuf Othman bin Abdullah tunakaribisha wale wote ambao wanafuatilia kupitia channel hii ya Jukumaza Online TV. Endelea kufuatilia, sababu tuna vitu vingi ambavyo tumeviandaa kwa ajili yao itakapokuwa vile ni ya faida katika maisha yao duniani, lakini pia na akhira. Tukiwa katika ziara ya jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, imepiga kambi hapa katika shehia hii ya Shauri Moyo na katika jimbo hili la Shauri Moyo, lakini pia shehia hii ya Shauri Moyo kwa ajili ya kuja kutembelea moja katika vituo cha ambacho tunatoa taaluma na maanisha madrasa hii, na tumeanza kwa kuanza na tuko mwishoni mwa shughuli yetu, na tunaye maalimu hapa ambaye ni mwenyeji wetu wa madrasa hii. E, tutamwachia nafasi angalau aweze kujitambulisha aweze kufahamika, na wale wote ambao wanaotufuatilia kupitia chaneli hii ya Jukumaza Online TV. Nafasi ni yako, karibu Aya, kwa jina naitwa Saleh Haji Makame, ni yeah, mwalimu katika almadrasa tu Hidayatul Atfal ambayo iliyokushauri yeah, moyo Asante sana maalim Saleh. Huyu ni mmoja katika walimu wa madrasa tu hii Hidayatul Atfal iliyopo hapa Shauri Moyo. Mwalimu, ujio wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imeweza e, kupiga kambi leo hapa katika, e, katika madrasa hii Hidayatul Atfal, tunashukuru hili kuweza kutukaribisha. E, umeona mwanzo harakati zetu na sijui umelipokeaje? Ah, kiukweli jambo la ujio wa wageni kiupande wetu na, na kiupande wangu hasa, mimi nilipokea vizuri sana, kwa sababu siku zote wageni wanakuwa wanakuja na baraka. Kwa hiyo baraka waliokuja nayo wageni wetu kutoka jumuiya ya kuimarisha maadili mema ni kuja kutoa taaluma kwa vijana wetu, jambo ambalo linahitajika mara kwa mara litolewe, kutoa taaluma, jambo ambalo linahitajika mara kwa mara kwa sababu jamii yetu imeharibika sana, kwa hiyo vijana wanahitaji taaluma mara kwa mara ili waweze kuwa na akili mpya. Asante sana, asante sana shukurani kwa maelezo mazuri yamenyoka, kulikweli kwelikweli eh, juu ya Maalim Swale hapa ameweza kuya, ameweza kukukuambia kuya, ku, ku, ku, ku, ku, ku, sisi kama jumuiya hii ya kuomesha maadili ya maezibora Zanziba ikiwa eh, katika harakati zake mbalimbali za mbali, kutembelea madari na Qurani na leo tumefika hapa katika shehia hii ya shauri moyo. Asante sana, mimi nikwambia hivyo. Eh, kipi cha kuweza kufungia labda kwa upande wako na wanasi hii wale ambao labda hatujawatembelea unawaambia aje, labda katika madrasa nyingine? yeah. Kikubwa niwaambie madrasa wenzangu ambao hawajafikiwa na jumuiya hii ni kwamba wawakaribishe kwa yeah. mikono miwili ili waweze kupata taaluma ambayo inatolewa na vile vile hizi jumuiya zinapokuwa za Kiislamu zinapoanzishwa, yeah, basi tunatakiwa tuzisapoti, tuzi, tu, ili zipate nguvu kukua jumuiya hizo, kwa sababu jambo lolote linahitaji mshirikiano na sapoti yeah, ili liweze kuendelea yeah. kwa hiyo yeah, wito wangu kwa walimu, kwa vyuo ambavyo vitakuwa havijatembelewa yeah, basi watakapoyaona matangazo haya yeah, wawaalike nyinyi ili muweze kuwafikia wao. Niseme asante shukrani sana katika maelezo ambayo wameyatoa mimi. Tuendelee kuomba dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. wale ambao hatujawatembelea basi, ipesi kuweza kututafuta kutafuta pia kwa ajili ya kuweza kuzifanya ziara hizi katika madarisi mbalimbali. Hatutaishia katika vyuo lakini pia tutatizama pia kwa upande wa masukuli nako, kwa sababu pia kuna taaluma nako inatolewa vile vile, tunahitaji kuweza kufika kwa ajili ya kuweza kuweka sawa wale ambao hawamo ndani ya madrasa kuweza kuwanyoosha na wao vile vile kuwapa elimu zaidi. Mimi nikwambie tu shukrani, asanteni sana na katika kuweza kutukaribisha na kuweza kuka maili matatu ambayo umetutia nguvu na kuweza kuendelea na harakati zetu, asante sana, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatu. Asante sana asante sana, shukurani mi nikutakie kila lakheri. Na jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imekuja kambi katika madrasa madrasa yenu hapa kwa ajili ya ziara maalumu ambayo imejitengenezea kwa ajili ya kutembea katika nchi hii ya Zanzibar. Mi kabla ya yote kwanza, nikuachie nafasi dakika moja mbili kwa ajili ya kuweza kujikutaja jina lako hizo weza kufahamika pamoja na umri wako pia, atakuwa ni vizuri zaidi kuweza kuweka sawa kuweza kufahamika zaidi jina pamoja na umri na na, asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Hikman Muhamed Ali na umri wa miaka kumi na sita. Hmm. Na asante sana Hikman Muhamed Ali, na umri wake ametaja miaka kumi na sita, miaka kumi na sita. Ni kijana ambaye ana umri wa miaka kumi na sita, bado yupo katika madrasa anachukua taaluma mbalimbali. Mimi nikwambie shukrani sana kwa umri huu bado kwa umeshikamana na madrasa au kwa kupe nguvu uendelee kuwepo katika madrasa kuweza kuwasaidia wale ambao watakokuja chini yako. Asante. Ah. Asante sana. Jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar au kwa ufupi kipenda Jukumaza. Imezungumza mengi e, katika maelezo yake ambayo imetoa hapa awali. Sijui lipi ambalo limezungumza ukaisi hili kidogo eh, limenigusa na nitaweza kulifanyia kazi katika maisha yangu ambayo utakayokuwepo na. Jumuiya imezungumza kuhusu kuishi katika maisha ambayo itaimarisha mm -hmm. maadili na kuendeleza malezi bora mm -hmm. limenigusa kwa sababu, sasa hivi mambo yanayoendelea katika nchi yetu mm -hmm. ni tofauti kama zamani mm -hmm. mambo yanayoendelea, watu wanafanya anavyojisikia mm -hmm. watu anavaa anavyojisikia kwao mm -hmm. vijana kama sie tunakuwa tunachukua yale mambo tunaiga, kwa hiyo nawashauri na vijana wenzangu wasiige yale mambo, kwa sababu yatakuja kuharibia kipindi ambacho cha mbeleni katika maisha yao, nae ya baadaye. Asante sana eh, hii ni shukrani, hii ni maoni yake kwamba katika hali ambayo amezungumzwa ni, ni, ni kuweza kukaa katika mstakabali uliokuwa mzuri zaidi kimaadili na kimalezi vile vile, mimi niseme tu asante sana, shukurani. Allah subhanahu wa ta'ala atie nguvu katika kuweza kulisimamia hili ili kwa ajili ya kuweza kupata fawaida katika maisha yetu ya duniani, lakini pia na akhera. Kwa wale wote ambao wana umri kama, kama wake yeye miaka 16 vijana, basi mimi naambia tu eh wachukue zina saha kuweza kushikamana na eh, katika eh, mfumo huu na mwenendo huu ambao eh utakuwa ni mzuri zaidi. Mimi nikwambie shukrani, asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Asante sana e, naamini ni mmoja katika wanafunzi ambao walishikamana wali, ama walianza wali, wali safari hii ya, ya ya jumuiya kuimarisha maadili amalizigoa Zanziba katika ziara yake tulikuwa nai pamoja kuanzia mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Eh, kabla ya yote mi nikuachie kwanza kwa ajili ya kujitambulisha jina lako ili uweze kufahamika karibu na madrasa, na madrasa yako ambayo unasoma kwa sababu ni mmoja katika ni, ni, ni mwanafunzi wa madrasa na ni vizuri kuweza kujitambulisha madrasa gani ma kwa sababu jumuiya hii imekushanya madrasa tofauti tofauti, ni vizuri kujitambulisha jina lako na madrasa husika na. Asante, asante mtangazaji wa channel ya Jukumaza Online TV, kukunika, kwa kunipa nafasi ya kujitambulisha jina langu kwa majina naitwa Arabia Kasim Daudi na umbo wa miaka 14, natokea Almadrasa Tul Ikhwan e, iliyoponyewewe Zanzibar. Asante asante sana Arabia Kasimu Daudi ndio jina limekuja hifu na umri wake miaka 14 kutoka Almadrasa Tul Ikhwan. Eh, ni mmoja katika e, mwanafunzi ambaye e, ameongozana kikamilifu na jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, juu ya hii ziara ambayo imeiandaa kutembelea madarisi mbalimbali za Qurani e, ia kwa Arabia Kasim Daudi, tayari tunakuona kwamba umo katika harakati hizi na umeongana na jumuiya hii kwa ziara zake hizi, mi niseme tu labda umechukuliaje? Asante kwa kunipa nafasi hii tena nah. Mia hizi hapa nimependa sana maana nimeelimika yeah. Mashallah na leo nimejenga udugu kati ya Hidayatul Atfal wa Ikhwani na nimepata elimu kuwa nisiige mambo yale yasomaana, niige mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kwa mfano maadili mema. Asante, asante sana kwa mfano maadili mema na tare ile ameshota katika ziara hii ya jumuia kuimarisha maadili na mazingira bora Zanzibar. Nifungie kwa kuambia tu jumuia imezungumzia swala zima la elimu eh, imeshajiisha hapa umuhimu wa kusoma kwa vijana, hili limekaaje? kwa asante kwa kumalizia, yeah, mimi natoa nasaha zangu hizi, yeah. Tunaombwa, yeah, tujiunge katika jumuiya hii ya Jukumaza yeah. Kwa kwani jumuiya hii huelimisha watu, huongeza maarifa katika maisha yetu ya kila siku. Asante, asante sana. Ni swala zima la taaluma, na jumuiya hii ikiangalia, e, hauwezi kupata maadili yaliyokuwa mazuri kama elimu haijakaa katika position yake. Elimu ikikaa pembeni basi nakuta hapo ndio mwenyewe, kwa maadili unakuanzia hapo, kama alivyozungumza mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha amali na mazobora Zanzibar. Mimi niseme eh, ya kuzungumza ni mengi, lakini nikwambie tu shukurani, asante sana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. kwa faida tena watazamaji wetu wa chaneli ya Jukumaza online TV. jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imehitimisha e, ziara yake hii ya, ya matembezi ya madaris mbalimbali za Qur'ani ndani ya viswahili vya Zanzibar, na leo tumeweza kufika hapa katika Al-Madrasatu Hidayatul Atfali, na hili ni, ni, ni, ni hitimisho la mwisho kwa ajili ya kuweza kurejea majumbani. Mengi yamezungumzwa, mimi niseme tu mtazamaji mta wangu, endelea kutufuatilia katika chaneli yetu ya Jukumaza Online TV. Kuweza kusubscribe, kushiriki kucomment, pia ili kuyapata yale yote ambayo tunayafanikisha katika chaneli hii. Mimi ni Seme wako Yusuf Othman bin Abdallah, kama ni mtangazaji. Tukutane tena katika ziara nyingine mbalimbali mbali ambayo watakazozifanya jumuiya ya kuimarisha na maadili ya malezi bora Zanzibar.